Katika tarehe mbili na tariki tatu Juni mwaka elfu mbili ishirini na tano Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilifanya tukio muhimu pamoja na Tume ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Na hii ni siku ya pili ambayo ilianza kwa mapokezi ya joto kutoka kwa washiriki, ikifuatiwa na muhtasari wa majadiliano na matokeo ya mkutano wa siku ya kwanza. Sehemu ya kwanza ya siku ya pili ya mkutano iliyotolewa kwa uwasilishaji wa kina kuhusu Kiswahili katika DRC wahusika waligusia mambo kadhaa muhimu ikiwemo muktaza wa kitaifa, sera na mifumo ya sheria. Sehemu hii ilionyesha muktaza wa kitaifa wa Kiswahili, ikichunguza sera na mifumo ya kisheria inayounga mkono matumizi yake nchini. Washirika walizungumzia pia kiwango cha maendeleo na matumizi ya Kiswahili katika maeneo mbalimbali mbali kama vile elimu, vyombo vya habari, biashara, mfumo wa haki za jinai, kisiasa na utawala pamoja na dini. Mifano halisi ilitolewa kuonyesha jinsi Kiswahili kinavyocheza jukumu muhimu katika kila sekta. Na tuwasikilize wadau wa Kiswahili mchini DRC. na tukiweza kuendelea kwa kumaniza hatua ya ine ambayo tuliweza kutayarisha ni kuimarisha uwezo wa washirika wa watu ambao wataweza kutumika katika eh, kikao hicho waandishi wa habari inabidi waweze kupata mafunzo, waweze kupata mafunzo kuzidisha nguvu yao ya uwezo, na waweze kuelimishwa zaidi, ili kazi ambayo wataweza kufanya ifanane sawa sawa na mafikara ya baraza letu hapa nchini, kwa kuleta maendeleo zaidi kutokana na kamisheni yetu ya Kiswahili, na hiyo itaweza kuandaliwa sio tu hapa nchini, tunaweza tukialikwa hata nchi za kigeni, nchi eh, katika nchi vilevile, kweli kabisa, nchi zote ambazo zinahusika na, na kamisheni yetu ya EAC kwa jumuiya, na hiyo itaweza kusaidia kupata mafunzo na kuelimisha zaidi waandishi wa habari ambao wametumika ndani ya kamisheni la baraza hapa nchini na kuweza kuleta kabisa changamoto kufatana na hiyo ambayo inakuwa ikiendelea katika kamisheni. Aya kuhusu biashara hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo eh, biashara ina imegawanyika kutokana na maeneo mbalimbali, kumaanisha ukichukua sehemu ya mashariki, ndipo unapokuta unapata wadau wajasiriamali wa Kiswahili wengi, na pia waki, wana, waki yani wananchi. Ukija pande wa magharibi, hasa mji wa Kinshasa, unapata kwamba asilimia sitini mpaka sabini kutokana na Uh, alivyotueleza Bi Rebecca ambaye yuko katika shirikisho la biashara ya Kongo ambayo inaitwa FEC kwamba asilimia 60 mpaka sabini ni watu wa Pakistani na wa na Walibani ndio wanaosimamia na Wahindi pia. Nitasemea kuhusu gundi letu kidogo, yenye ifanya kazi sekta yetu yenye ifanya kazi ili kuboresesha matumizi ya lugha ya Kiswahili kati ya nyanja za haki, utawala, siasa na dini, ni lazima kwanza kuimarisha ufundishaji na ukuzaji wa lugha, kisha kutafsiri na kutumia Kiswahili katika nyaraka na taasisi za kisheria kisiasa, eh, hapo mnatufata. <coughs> Ndio, ndo nataka kusema kwamba kiwango cha maendeleo ya Kiswahili katika siasa hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinashuka kiasi kwamba wa, wafanya siasa wengi Wadau wa siasa hapa Kongo wengi wao wanaongea Kifaransa na hapa Kinshasa tuliopa, ambao ni mji mkuu wa Kongo, ambao kuna ofisi nyingi au zote za uongozi, watu wote wanaongea Kifaransa. Kwa hiyo basi kiwango cha Kiswahili kiko chini sana, kwa hiyo tunahitaji msaada kutoka kwenye Kakama ili tuweze kukuza Kifaransa Eh, samahani, samahani, ili tuweze kukuza Kiswahili katika siasa na katika utawala. Tuwasikilize pia viongozi wa Commission ya Kiswahili ya Afrika Mashariki. Ilibainika kwamba haiwezekani kutekeleza jambo lolote katika kuendeleza Kiswahili bila na asasi maarufu ambayo inaratibu shughuli hizo katika nchi mwanachama. Kama mlivyokuwa mnasikiliza, kila watu wanafanya vitu vyao huko, lakini hakuna chombo ambacho kinaunganisha hicho ambacho kinafanyika huko DRC ili tujue kwamba tumepiga hatua mm, kwa kiwango hiki. Kwa hivyo eneo la pili la kipaumbele kwa baadhi ya nchi wanachama lilikuwa ni kuunda mabaraza ya Kiswahili. Asanteni sana, tunashukuru kwa mchango wenu na kwa uwajibikaji wenu katika kikao hiki ambacho ninahisi kimekuwa cha manufaa. Na la mwisho sasa hivi, kama itawezekana, hayo mawasilisho ambayo yametolewa na wadau tofauti, tunaomba mtutumie hizo nakala, ili tuweze kupata hizo taarifa vizuri na kuweza kuandaa vizuri ripoti ambayo tutawasilisha kwenu ili muidhinishe kama tumeyapata vizuri au kuna haja ya kufanya maboresho. Asanteni sana. Mm, okay. Na hivyo mkutano wa kuzamiria tu kutathmini hali halisi ya Kiswahili mchini DRC si, bali pia kuweza kuweka mikakati kwa ajili ya siku za usoni. Na hivyo ni kiripoti kutoka Kinshasa mimi ni Selemani Kindelson na ni mshukuru waziri wa ushirikishaji wa kikanda mchini DRC si, bwana Didier Manzenga Mukanzu. Nyuma kamera ni Pilipili pili ja Mkambwa.